Naam bwana, katika jumbe mbili, jumbe ya kwanza ambayo nilisema kwamba inasemekana wadau wameitafsiri kama vile namuhusu Juma Lokole. Sasa kuna huu ujumbe mwingine ambao Kajala pia ameuweka katika ukurasa wake wa Instagram ambapo wadau mbalimbali wameona kama vile ulikuwa unamuhusu sasa Harmonize, kwa sababu kuna mtu alienda mpaka kumdia Juma Lokole akamwambia kwamba angalia, akamwambia kwamba angalia story ya Kajala vipi itakuwa inamuhusu nani, ambapo huku bwana Kajala ameweka mpaka ujumbe kutoka kwa mmoja kati ya wa wachungaji maarufu tu hapa Dar es Salaam akiwa anaelezea kwamba ukiachwa achika. Umeona bwana, eh, eh, eh. Kuna ujumbe hapa wa huyu mchungaji akiwa anaelezea kuhusiana na ishu ya kuachwa. Umeshaachana ukiacha, ukiacha. Umeshaachana, yeah, so So huu ni ujumbe, hii ni video ambayo Kajala ameiposti katika Insta story, Insta story story yake, ambapo ni huyu mchungaji akiwa anazungumzia mambo ya kuachana, kwamba ukiachwa achika na umtakie heri mwenzako. Kwa hiyo huu ujumbe ambao ameuandika, hao hiyo video aliyoiposti Kajala hapo katika Insta story, watu wameona wa kama vile ilikuwa sasa, huu ni ujumbe kwenda kwa Harmonize umeona, maana ma, baada ya hapo akambatanisha tena na, na, na ujumbe mwingine ambao unasomeka kwamba tu To hurt someone deeply and then treat them as if they have hurt you is a form of mental illness, akiwa anamaanisha kwamba kumuumiza mtu kwa, ukimuumiza mtu alafu baadaye ukajifanya kama vile yeye ndio aliyekuumiza wewe, huo pia ni, ni moja kati ya ishara za matatizo ya akili, yani magonjwa ya akili, yani kitendo cha kama wewe unamuumiza mtu alafu then baadaye unakuja kujifanya kama vile wewe ndio amekuumiza. Eh, Kajala hapa ameandika kwamba hayo pia ni dalili ya matatizo ya ugonjwa wa akili. Umeona bwana eh? kwa hiyo huu ujumbe watu wengi sana wamehisi kama vile sasa, this time around, baada ya kumchamba Juma Lokole, ujumbe huu hapa unamhusu Konde Boy. Umeona bwana eh? Eh, kwa hiyo je, ukiwa kama mdau wewe pia unahisi kwamba kweli huu ujumbe wa pili wa Kajala unamhusu Harmonize? Hebu tuweke maoni yako katika comment section hapo chini, na pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.